Lengo la kikao hiki kama alivyosema mwenyekiti wa Tapsha, tuna mambo mawili sisi kama viongozi wao kukutana nao. Jambo la kwanza tulikuwa tunafanya tathmini ya nini tumekifanya kwa mwaka uliopita 2025 na nini tutakifanya kwa maana ya mikakati ya 2026. Wakati tunafanya tathmini, tulikuwa pia tumepata bahati ya kukutana na wakurugenzi wetu kwa umoja wao. Kwa kweli kutoka moyoni ni washukuru sana mwalimu. Huwa anapimwa kwa matokeo, hakuna namna anavyoweza kupimwa mwalimu kwenye kazi yake ni kwenye matokeo tu. Na bahati nzuri tayari tulikuwa na matokeo yetu mkononi ya darasa la saba waliofanya walio mtihani Septemba, ambayo yametoka. Kwa hiyo tukajaribu kufanya tathmini katika matokeo hayo na kuona kwamba tumefanya nini na tunafanya nini kwa 2026 tulikuwa na watainiwa hawa waliofanya mtihani waliomaliza walikuwa elfu arobaini na nne na mia na tatu sabini watainiwa waliofaulu kwa maana ya daraja la kwanza hadi la kwa maana ya a daraja a mpaka daraja ch ni elfu thelathini na tano na mia tisa sitini na tano sawa na asilimia themanini na moja nukta moja na kati ya watainiwa hao elfu arobaini na nne watainiwa elfu nane na mia nne na tano ndio na na na ambao hawakufaulu sawa na asilimia kumi na nane kwa mara ya kwanza wa Tabora tumeikuta asilimia 81. Mimi niwapongeze sana, mbele ya mheshimiwa mgeni rasmi kwa namna ambavyo mmepambana na kuutoa mkoa kwenye historia ya kuwa na asilimia 69, asilimia 60, asilimia 70, tukaikuta asilimia 81.1, ongezeko la asilimia 10.2, si mchezo nasema si mchezo kwa sababu taifa linapoongelea linapo habari za ongezeko la asilimia sifuri nukta tisa sisi tunaongelea asilimia kumi nukta mbili hawa watu mheshimiwa wamepambana sana halmashauri ya kwanza ambayo ni nzega tc wao wamepata asilimia tisini na tano nukta tatu ambapo tukiwalinganisha mwaka jana walikuwa na asilimia themanini na tisa nukta mbili kwa hiyo wana ongezeko la asilimia sita nukta moja Sita nukta moja si mchezo wamepambana. Ongera sana Nzega TC kwa kubeba mkoa, lakini pia kwa kuongeza hiyo asilimia 6.1. Halmashauri ya pili ni halmashauri ya Igunga ambao nao walikimbia, hawakukaa, walipambana, wamepata asilimia 88.6. Kwa mwaka jana walikuwa na asilimia 80.5. Kwa hiyo hawa wana ongezeko la asilimia nane nukta moja. Jamani, tuwapigia makofi yes! Halmashauri ya tatu ni halmashauri ya Kaliua. Kaliua wao wana asilimia 87, lakini mwaka jana walikuwa na asilimia 72.1. Kwa hiyo Kaliua wana ongezeko la asilimia 14.9. Haya majembe yako Ngatari. Mimi ni wapongeze sana Nzega ni almasha, DC ni halmashauri ya nne ambao wana asilimia 86.5 lakini mwaka jana hawa Nzega DC walikuwa na asilimia 72.5 na wameongeza 14% ya ufaulu. Tabora manispaa wamepata asilimia 82.5 na mwaka jana walikuwa na asilimia 75.8. Kwa hiyo Tabora manispaa wameongeza asilimia 6.7. Urambo alikuwa na 78.9 mwaka uliopita, mwaka huu ana 78.9. mwaka uliopita alikuwa na asilimia 74.6, ameongeza asilimia 4.3. Skonge amepanda kutoka asilimia 55.4 mpaka asilimia 73.4, sawa na asilimia kumi na nane yani, ameongeza asilimia kumi na nane ya ufaulu wake. Na mtu wa nane ni Uyui ambaye mwaka jana alikuwa na asilimia hamsini na nane nukta moja ana asilimia sitini na sita nukta sita, na hivyo ameongeza ufaulu wake kwa asilimia nane nukta tano.